wingineko matayarisho ya uchaguzi mdogo wa eneo bunge la ugunja huko siaya yanaendelea kushika kasi ambapo jumla ya wagombea kumi wamemezea kiti hicho kwa mujibu wa msimamizi wa uchaguzi huo eneo hilo dennis omare mafunzo kwa makarani watakaoshiriki uchaguzi huo yamekamilika uch uchaguzi ukitarajiwa katika jumla ya vituo 116 hata hivyo siku ya mwisho ya kampeni hayakushuhudia visa vyovyote huku wakazi wakitarajia uchaguzi wa amani siku ya alhamisi kiti hicho kiliachwa wazi baada ya Opiyo Wandayi kuteuliwa kuwa waziri wa kawi. Tunataka uh, uchaguzi ukuwe free fair and credible, na pia tutaki dosari katika hii kura yenye inakuja ya by election. Na sisi kama vijana tuko tayari na tutakuwa security. Sisi ndio watalinda huyu kura chetu, na hakuna mtu watapiga mtu huyu Ugunja.